Tunarifiwa kuwa naibu wa rais William Ruto ameipongeza ile hatua ya Waislamu waliookoa wenzao wa, wa Kristo katika shambulizi la basi huko Mandera ambalo lilitekelezwa na wapiganaji wa Al-Shabab. Na kwingineko, mkuu wa jeshi la Kenya avitembelea vikosi vya Kenya vinavyolinda amani sehemu ya Kismayo huko Somalia. Paul Nabiswa na taarifa zaidi. Akizungumza katika kanisa la kianglikana la St Joseph Skip Karen katika eneo bunge la Tarbo County ya Wasingishu, Ruto amewataka wa wa Kenya kuwafahamu na kuishi vyema na majirani wao bila kujali misingi ya kidini. Tuliona juzi ndugu zetu wa Kenya Waislamu walikataa mambo ya watu wahalifu kuwaumiza Wakenya wengine. Inamaanisha ya kwamba sisi wote tuko na sehemu ya kuchangia kuhakikisha ya kwamba jirani wetu yuko salama. Kwingineko, mkuu wa majeshi nchini Jenerali Samson Mwathethe alizuru kambi ya jeshi la Kenya huko Kisimayu na kukutana na wanajeshi wa Kenya wanaohudumu chini ya kikosi cha Umoja wa Afrika yani AMISOM nchini Somalia. Akizungumza nao katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kisimayu, Jenerali Mwathethe amesema kuwa Wakenya wanatambua jitihada za KDF na hatari inayowakodolea macho. Katika taarifa nyingine, zaidi ya watoto mia moja katika makazi ya watu wasiojiweza ya Jesus Caring Orphanage walijumuika na kikundi cha vijana cha Mizizi Youth kutoka kanisa la Deliverance mjini Kisii kusherekea Krismasi kwa aina ya kipekee. Kundi hilo lilitoa zawadi kwa watoto hao, hali kadhalika matibabu na dawa kwa waathiriwa wengi wafunza katika eneo hilo. Kiongozi wa kikundi hicho Robert Mulinga amewaomba wahisani mbalimbali kutoa usaidizi kwa watoto mayatima Sik tu kukutana Krismasi, hawa watoto tunaendelea na wao, ili wengine waende, waende shule wasome na waweze kujitengemea siku za baadaye. Katika ujumbe mwingine wa Krismasi, hawa ni baadhi ya vijana waraibu wa dawa za kulevya waliojitokeza katika uwanja wa Diani katika sherehe za Krismasi zilizoandaliwa na mbunge wao Suleiman Dori. Dori alisema kuwa yuko tayari kukabiliana na wauzaji wakubwa wa dawa za kulevya ambazo zimeathiri vijana nje na ndani ya eneo la Msambweni. Watu wanauza kule mtaani, wanauza yale makete, wanauza bugizi, wanauza nini? Ninawaomba nileteni majina na yule mtu ataleta jina, kila jina ni shilingi elfu tano. Kwingineko bado huko Pwani, katika hafla nyingine inayofanana na, na hiyo, baadhi ya viongozi akiwemo katibu mtendaji wa chama cha ODM kaunti ya Kwale Benjamin tayari waliwaandalia karamu wakazi wa eneo bunge la Kinango, huku akiwapa hamasa ya kuchukua kadi za kura kwa wingi. Mchukue vitambulisho na mchukue kura, mimi administration nitawafata safari hii, sio kama safari hiyo nyingine, nitakuwa nao kila siku kuhakikisha ya kwamba kila mtu anapata nafasi ya kuchukua kura ili aweze kupiga kura kwa sababu ni haki yake. Bila shaka Krismasi bado inaendelea na hafla za namna hii zitashuhudiwa katika siku chache zijazo. Paul Nabiswa KTN leo.